Ukitizama mtu ambaye anafanya bid'a hana nuru usoni. Mtu ambaye ana sunna hata kama atakuwa na sura mbaya ana nuru, lakini mtu wa bid'a huondosha ile nuru. Lakini hawa watu waweza kutizama, kama wanavyosema maulamaa kwamba, mfano Shia, kifa sura yake inabadilika kuwa ya nguruwe. Sura ni yule yule lakini sura yake inabadilika inakuwa mbaya sana, kwa sababu ya kile kibaya anachokitakidi katika nafsi yake. Nasikuambie mtu wa bidaa ambayo wanachuoni wamekataza hata kulisindikiza jeneza lake, yaani mtu wa bidaa akafa, haifai kwenda kusindikiza jeneza lake, na hayo wameyataja maulamaa. Na pia ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya muda umeenda, katika mambo ambayo wamekubaliana wanachuoni kutokana na watu wa bidaa

Tizameni, mnafanya kitu gani? wa amma takhudhuna wa na, tizameni, mnachukua wapi elimu hiyo? Lakini ndo mtiani tulikuwa nao, tamsikia mtu mzazi wa Sunna, baba ana watoto, anawapeleka watoto kwenye shule za Kishia, anachukua mtoto kwamba kule wanafundisha furahia y kupandishwa gari, anapeleka kwenye shule za maibada sufia. Wallahi hatuoni kuwapeleka watoto kule Unaenda kuzaa unaenda kutengeneza kizazi kibaya. Tizama dini unaichukua wapi? Usije baadaye kufa ukaulizwa na Allah tabarak wa taala, kullukum rain wa kullukum masulun an raiatih, kila mmoja ataulizwa familia yake, dini yake ilikuwaje. Wewe ni mtu wa Sunna, wachukua mtoto ampeleka kwa watu wa nini? Watu wa bidaa Tizama dini ya mwanao. Kuna wazazi wallahi ni mtihani. Sisi walimu tunafahamu mambo haya. Yawezekana anasoma madarasa akachapwa, wazazi wasaidi akwa hivyo kini. Sisi wenyewe hatukusoma kwa hali hiyo, unachapwa kituoni, ukirudi nyumbani unaongezwa tena. Lakini leo hii wazazi wamegeuka, ukimchapa anamwamisha. Kuna wazazi wanahamisha watoto wao madarasa wanawatoa kwenye madarasa za sunna na yeye ni mtu wa sunna, wapeleke kwenye madarasa za Shia kwa sababu wapewa kitu fulani. Kwa nini wewe waiuza dini yako kwa thamani ndogo ya dunia, ambayo wala waenda chooni, alafu kesha wahitaji tena kiasi kidogo ambacho kitakudhuru maisha ya kudumu siku ya kiyama? Ni kwa sababu pia haya watu hawakubali mawaidha, wameitanguliza wame dunia kuliko dini hakubali na saha za dini kwa sababu anaona dini ina mdhuru katika maisha yake. Sasa hili ndugu zangu, katika imani sababu ya kuangamia hautobaki. Utamkuta mtu huyo alalamika kwamba sisi waislamu bwana, sisi wanyonge bwana, yani hili natushinda hili, hili, hili kadha hivi asema maneno, alafu mtizame yeye amezaa, amevaa nguo ina buruta, wanao wamevishwa mahirizi viunoni. Ni mtu wa sunna? Sunna huyu? Alafu alalamika kwamba sisi Waislamu wana tuna maendeleo sisi hatuendelei, angalia hao wamefanya hivi. inna Allah la yughayyiru ma biqaumi, Allah hawabadilishi watu wanawapata watu wanawapata watu, Allah hawabadilishi, hawabadilishi hali waliokuwa nayo mpaka wabadilike wao, kuanzia kwenye nafsi zao. Ukitaka wewe janna, basi badilika. Ukitaka kizazi kizuri, basi badilika wewe usubirie watu wengine kwamba waje kubadilishie. Sunna imekataa kuingia kwenye nyumba yako, kwa nini? Tazama tatizo, tatizo ni wewe, hujabadilika kuwa ni mtu wa sunna. Ukibadilika kuwa mtu wa sunna kweli, mkeo watabadilika, wanao watabadilika, kwa sababu utakuwa ni mkweli, kwa sababu pia sunna yahitaji ukweli. Na hili ndio tena linatuhuru sisi watu wa sunna, baadhi ya ndugu tuliokaa nao hawawi wa kweli katika sunna, yuko mguu nje mguu ndani, anachana msamba kwenye bidaa yupo kwenye sunna yupo. Na haya ndio mambo ya, ya baadhi ya mambo yanawakusanya baadhi ya watu.